Mtangazaji Lilian Mwasha uh, ameweza kuwajibu wale watu ambao waliweza kumpondea sana comedian huyu ambaye anaitwa Said Said, na hii ni baada ya kuperform mbele ya Mheshimiwa Rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania, Samia Suluhu Hassan katika stage ambayo ilikuwa ni usiku wa ugawaji wa tuzo za waandishi wa habari. Sasa mwanadada huyu mtangazaji Lilian Mwasha ameweza kuwajibu wale watu ambao walikuwa wanamponda akiwemo Brother Sky yani, mmiliki wa shirika la habari la Simulizi na Sauti ambayo pia aliweza kutia neno katika ile trendi ambayo imeendelea kuteka Helen sana wakisema kwamba comedian huyu Said Said, alikosa heshima mbele ya Mheshimiwa rais kwa kumpelekea zawadi ya cheni ambayo zawadi hiyo kimsingi ukiangalia ile video mwishoni ni kama vile mabodigadi walikataa hivi asiweze kumpatia rais moja kwa moja. Sasa, kumeibuka baadhi ya hisia za watu wengi, mimi sitaongea sana, nami nikuache umsikilize mwandada huyu Lilian Mwasha, lakini baada hapo tutaongelea zaidi kuhusiana na hili swala. Kuna kitu kimoja kimeniumiza, and I don't know why kimeniumiza hivi, lakini naona kama Ninaelewa because I'm a mother. Uh, ni ishu ya huyu comedian anaitwa Saidi Saidi, huwezi kuamini. Mi sijawai kumwona na mwonaga uh, tu kwenye mitandao but ishu ya watu ku, ku celebrate his fall kukaa uh, na kukana, kumtania na kuongea kwamba amechemsha na kutype conversation iliyotokea. Kuna watu wananifuata wanambia Lili, tukupe story, I'm like, I don't want to hear, sitake ta kusikia, kwa sababu ndani ya moyo wangu am imagining Said Said being my son and if am a mother, ah, kitu kama hiki kinatokea ningejisikiaje? Lakini hiki ni kitu ambacho ninawaambia vijana kila siku kwamba ulimwengu wa roho hauna utani jamani, katika vitu kama hivi ukiona umenyanyuka, umefika juu kileleni, dunia imekupigia makofi, naomba ujue uko katika hatari kubwa sana. Hapo ndipo inabidi umtafute Mungu kuliko siku zote umewahi kumtafuta Mungu. Ukishaona umefika juu, umefanya jambo mpaka mheshimiwa rais amefurahi, wanaokuzunguka wamefurahi kila mtu anakuona wewe ni noma, basi nenda mbele ya Mwenyezi Mungu na umshukuru, na utoe sadaka, umwambie Mungu, ninaomba uni protect kwa hiki ninachokifanya, kwa sababu shetani aliyekukosa ukiwa umefika kileleni na kupigiwa makofi huwa amekaa pembeni, anakusubiria, anasubiri urudi tu pale ili akuahilishe, anasubiri urudi tu pale ili afanye yale aliyoshindwa kufanya siku ya kwanza umefika pale ndio maana nawambia watu ukiona umefika juu ukateremka chini ukawa uko salama, ukiona wanakuita tena wanakwambia urudi kule juu, embu kabla ujakwenda, kabla ujakubali kiharakaharaka, ukafikiria wewe una mashine ya kwamba wewe ndio utafanya vizuri all the time, inabidi umuulize Mungu. Muulize Mungu, muda huu mimi niende au nisiende? Unajua ni bora ukatae usiende, ukabaki katika historia ya kwamba ulikuwa huko juu kuliko kurudi na kuanguka. Watu huwa hawakumbuki yale mema ulifanya. Watu wamesahau kwamba Mheshimiwa Rais alifurahi akacheka, siku ya kwanza huyu bwana anapanda na kuzungumza, kila media iliripoti and all that, lakini leo hii imekuwa ni gumzo. So I am here to say whatever has happened to this boy, sio kwamba he's not professional, no. The guy is still professional. The guy is still one of the best comedians in Tanzania. Ishu iliyotokea ni vita katika ulimwengu wa roho. Ishu iliyotokea ni kwamba kwa nini amepanda? Kwa sababu tulimkosa akiwa amepanda, basi tutamshusha. It's painful. Na haya, hii ni iwe lesson ya kila Mtanzania, hii iwe ni lesson ya kila kijana na kila mtu mzima kwamba ukipanda juu ukaona unapigiwa makofi, mshukuru Mungu na ndio uzidishe ulinzi wa maombi na kuomba Mungu akusaidie kwa sababu ukirudi kule juu unaweza ukaangushwa vibaya. Lakini ninatamka na ninaomba kwa jina la Mwenyezi Mungu, huyu kijana bado karia yake iendelee kuwa juu, hata kama amefanya makosa lakini ikumbukwe kwamba he is still a great comedian. It hurts as a mother. I'm imagining kama ni mwanangu. I'm imagining hata mi mwenyewe. Hii kitu inaweza ikamtokea mtu yeyote. Tunafanya vizuri leo huko kama mimi nafanyaga events. Leo huko umefanya events to the peak, umefanya vizuri. Kuna mtu fulani amekuona katika ile event anataka kuchukua kwenye event nyingine, unakwenda kwenye event nyingine, then shetani anakusubiria na kuua. Lakini kwa sababu tu katika maombi ukianguka unasimama tena. Usifurahi juu yangu, ewe adui yangu niangukapo mimi nitasimama tena. Said, I'm praying for you. God bless you. Nafikiri umeweza kumsikia vizuri mwanadada huyu mtangazaji Lilian Mwasha akiongea kwa uchungu kabisa, akibeba ujumbe kwamba ana imajini angekuwa mama wa Said Said vipi kuhusiana na hili tukio ambalo limeweza kutokea kwamba watu wamemponda sana e, komedian huyu Said Said baada ya kutaka kumpa zawadi mama Samia Suluhu Hassan ambaye ni rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania, na watu wengi wakichukulia katika upande kwamba mchekeshaji huyu ni kama vile alikosa heshima mbele ya rais, licha ya ku mara ya kwanza kumfurahisha rais huyu na kumchekesha vizuri, lakini mara hii ya pili baada ya kupewa stage ni kama vile eh, ameenda mbali zaidi na na kutokujali kama alikuwa na perform mbele ya mheshimiwa rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania. Sasa swala hili ambalo lilibuliwa kupitia pages mbalimbali za mitandao ya kijamii e, baada ya Doto Magari kusema kwamba Said Saidi hana heshima, lakini pia aliweza kureact mmiliki e, wa shirika la habari la simulizi na sauti Skywalker Frederick Bundala, lakini kati ya wadai wadau wa huko Twitter, naye pia aliweza kusema kwamba Said Saidi ndo msanii ambaye anaweza akafanya wachekeshaji wengine wakakosa majukwaa ya kuperform ikiwa kuna, ma, ikiwa kuna matukio makubwa kama haya kufuatia kile ambacho alikifanya usiku wa tuzo za waandishi wa habari. Unaonaje kuhusiana na yale ambayo ameweza kuyasema mwanadada huyu mtangazaji Lilian Mwasha? Shusha komenti yako hapo chini. Sasa tunaendelea na battle, Lady J b on the stage.